Shirika la Mpango wa Chakula Duniani WFP limeeleza kusikitishwa kwake na ukatili wa kutisha uliotekelezwa na kikosi cha Rapid Support Forces RSF hivi karibuni katika mji wa El Fasher uliopo katika eneo la Darfur nchini Sudan. Hii ni TriGen Media, mimi ni Jennifer Mudete. Akizungumza kutoka Addis Ababa, naibu mkurugenzi wa shirika hilo Karl Skau amesema kuwa mahitaji yapo kote nchini na jumuiya ya kimataifa inapaswa kuongeza msaada wake na kuhakikisha majanga ya namna hiyo yanakomeshwa katika sehemu nyinginezo. Mwezi uliopita kikosi cha Rapid Support Forces RSF kiliuteka mji wa Elfasha, makao makuu ya Darfur kaskazini mwa Sudan. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO, wapiganaji wa RSF walivamia hospitali ya Saudi na kuwaua wa zaidi ya watu mia nne na hamsini. Wapiganaji hao pia walizunguka nyumba kwa nyumba wakiwaua raia na kuhusishwa na ukatili wa kingono kulingana na mashuhuda, wafanyakazi wa misaada na wakazi waliokimbia makazi yao. Jeshi la Sudan na RSF ambao hapo awali walikuwa washirika waliingia vitani mwaka elfu mbili na ishirini na tatu, na pande zote mbili zimetuhumiwa kutenda ukatili mkubwa. WHO inasema mapigano hayo yameua angalau watu elfu arobaini huku Umoja wa Mataifa ukikadiria zaidi ya watu milioni 12 na wakiakimbia makazi yao. Mashirika ya misaada yanaonya kuwa idadi ya vifo huenda ikawa juu zaidi kuliko takwimu zilizopo. WFP ipo kwenye mpango wa kupanua zaidi huduma zake ili kuwafikia maelfu ya wakimbizi wanaotoroka El Fasha na kutafuta usalama katika maeneo mbalimbali, huku njaa na maradhi vikitajwa kuwa tatizo linalowakumba wakimbizi wengi. Hii ni Trigen Media.